<totikia> Marehemu alizaliwa, alizaliwa mwaka 1953 katika kijiji cha Gana, wilaya ya Mbeya mjini, mkoa wa Mbeya elimu marehemu alipata elimu ya msingi mwaka 1968 na katika shule ya msingi Majengo eni alipata elimu ya sekondari ya kidato kida cha kwanza hadi cha nne katika shule ya sekondari Sangu mwaka 1969 hadi mwaka 1972. Sangu Angelile Mwakyoma amefariki tarehe saba ya mwezi wa 4 mwaka 2025 katika hospitali ya rufaa ya KCMC. Familia marehemu sa Absalom Angelile Mwakyoma ameacha mke mmoja, watoto na wajukuu. Marehemu sa Absalom Angelile Mwakyoma alikuwa mtumishi mwenye weledi na nidhamu ya kiwango cha juu katika kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu. Sisi sote aliyezaliwa na mwanamke maisha yake na nini kwa ndugu zangu, sisi katika jeshi la polisi wao tunasema unapofanya makosa, umetenda kosa la jinai, lakini ki Biblia ukitenda kosa, umetenda dhambi. na haya majeshi tunatambulika, wanasema Mungu wa majeshi, kumbe kuna jeshi mbinguni na jeshi hapa <laughs> na jeshi tuna nafasi kwa sababu na sisi si niite kielelea au vipi, tukamuuliza Yesu, na sisi tuishije? Akasema toshekene na nini. Wewe ndugu zangu, baba chungaji, siwezi kurudia, amemwombea mzee wetu. Mimi niingie kwenye familia, mzee huyu ni na historia nayo. Mimi nikiwa OCD na Thimara dini kule Nyamongo, mzee alihamishwa akawa na msimamo na tukatokea kuwa marafiki, ni bosi wangu, lakini mmoja wapo wa kijana wake niwahi kuniambia yule kongodini nisaidie, yale alikuwa ni maelekezo. Lakini Mungu alivyo ajabu, mzee alivyostaafu, alirudi Kilimanjaro kama anavyosema, na mimi nimekuja kuletwa kama ma mara nyingi, mtu akifa, yanasema maneno mengi, yanajitokeza mengi, walimu na wachungaji wanakuwa ni wengi, lakini mshikeni Bwana, Mheshimuni. Biblia inasema sema, mheshimu baba na mama, mheshimu baba na mama. Wachungaji wapo hapa wanisaidia. Kwa hiyo, mama huyu ili aendelee kuwa na maisha marefu, ni yeye kumuonesha mapenzi. Sasa muondokea mwenzi wake, watoto mkumbatie mama yenu. Wakati mwingine wazee wakishazeeka kumbukumbu zinapunguka anaweza kusema neno kwa hasira nyenyekeeni na mpendane zaidi watakapokufa watu matendo yao yafuatana na yatafuataje kama hayana miguu yatafuataje kama hayana masikio na inavyoonyesha hakuna matendo ya mtu yataenda na mtu mwingine kila mtu matendo yake yatafuatana naye.